Mjue hivyo. Kwa mtu kama mimi kama Umar Bago kama atugu yote, asipozungumzia amani, kuna uchaguzi, hakuna uchaguzi, asipofanya hivyo, anapata dhambi, kwa sababu ikikosekana amani hata hii swala hii tulioswalia hapo hatuswali, na swala ni nini, wajibu sio wajibu? Sio wajibu? Swala ni wajibu, sio wajibu sasa kiislamu, kiislamu kuna kaida inasema: ma la yatimu lwajibu illa bihi fa huwa wajibu, kile kitu ambacho wa wajibu hautimii ila kwa kukitegemea kitu hiko, hiko nacho ni wajibu automatic, ikiwa ni sharti au au au adama wa ujuda ndio kule bondeni, ni kusomesha mambo hayo. Uko vizuri upande huo. Kwa mfano, udhu, kuna swala inaosihi basi na udhu, unaweza kuswali bila